Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa kumi mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamisi. Nikualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yaliyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehane Mzaina na hii ni toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa.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 kujenga vyumba vya baridi kuhifadhi parachichi. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Mradi wa bilioni 96 wazinduliwa kukabili magonjwa mlipuko wa habari katika ukurasa wa saba. Samia amlilia Raila Odinga, habari kamili ni katika ukurasa wa tatu. Mwinya ahidi ajira, uteuzi kuzingatia wenye ulemavu, habari katika ukurasa wa tatu. Wanne mbaroni kuendesha tv mtandao kinyemela, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hile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 huku katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni taarifa ya ACT Wazalendo ikisema, hata kama mahakama haikusikiliza maombi yetu kwa muktadha wake, bado tutaendelea na juhudi za kutafuta haki na tunu za demokrasia nchini. 51, idadi ya siku ambazo Mpina amepambana kusaka uteuzi kutoka INEC. Msajili aweka pingamizi baada ya malalamiko ya kada wa ACT. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne gazeti limeandika dada wa Polepole azua mapya. Dar es Salaam, mambo mapya yameibuka katika shauri la kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, baada ya mawakili wake kuomba mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam iridhike kupokea ushahidi wa mdomo. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa sita. Mahakama yawapa Mnyika hche siku sita kujibu. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili, Raila Omolo Odinga mwamba wa siasa Afrika uliozimika habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Siku kumi na mbili za lahala salama kampeni za, za kusaka Ikulu, habari katika ukurasa wa kumi na sita Na hivi ndivyo ambavyo ameandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni Samia agiza maandalizi upigaji kura yaanze sasa, akishinda yajayo. Kagera yanayopendeza, uwanja wa ndege Misenyi kujengwa, ujenzi wa vita mikopo vizimba samaki kumwagwa na mengine lukuki. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Kifo cha Udinga ni pigo, Rais Samia amlilia. Habari katika ukurasa wa nne. Wenje ukisalimiwa jibu Oktoba tunatiki. Habari katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika Biteko zindua mradi wa kukabiliana na magonjwa mlipuko. Habari katika ukurasa wa nne. Mgombea wa rais CUF aomba achangiwa posho za mawakala. Habari katika ukurasa wa nne. TRA yahidi kutofunga biashara ya mtu. Habari katika ukurasa wa tano. Jeshi kutawala Madagaskar kwa miaka miwili kabla ya uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 19. Changamoto za uraibu wa dawa za kulevya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 nipashe mwango jamii lenye limeandika waziri bashungwa aonya waandamanaji watakuta kisiki samia haini mageuzi kagera dayo kuja na elimu ya fursa za ajira othman kugeuza sehemu ya bahari kuwa ardhi ya kilimo habari katika ukurasa wa pili wa saba pamoja na ukurasa wa kumi na sita lisu korti imeshindwa adaye hana uwezo wa kufanya lolote kwa sasa kuhakikisha haki inatendeka kwa kuwa yuko gerezani. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Mwekezaji wa mwendokasi apatikana, mabasi 177 yaja habari katika ukurasa wa nne mahakama ya kata ushahidi wa dada wa polepole pole. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, gazeti limeandika vigogo CHADEMA wana siku nane kujitetea, wasiende gerezani. Habari katika ukurasa wa nne buriani Raila Odinga, jiwe kuu la siasa za Kenya limeanguka, Samia Ruto wamlilia. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Mwanahalisi lenye limeandika sakata la polepole pole, ukweli ni huu hapa Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mboyo mpweke, maisha yake Chadema yazidi kuwa magumu. Habari katika ukurasa wa sita. Tundulisu hapoi haboi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti Uhuru ukweli daima, lenye limeandika Dokta Samia awapa kicheko Karagwe ahudumia mkutano wa kampeni ataja mambo matatu ambayo serikali itajikita katika kuwahudumia wananchi, asema serikali itasogeza huduma za kijamii, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na kuimarisha sekta ya uzalishaji. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mwenye aidi kituo cha huduma wenye ulemavu, habari katika ukurasa wa tatu serikali yatangaza hatua kuhusu vifaa vya umeme, habari katika ukurasa wa kumi na saba. Rais Samia amlilia Odinga, habari katika ukurasa wa tatu. Mpina nje mbio rais, habari katika ukurasa wa kumi na moja. Nchimbi aeleza mkakati wa reli SGR hadi Kigoma, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Steven Wasira, taifa hili halijawahi kugawanyika, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili mgombea urais wa NCCR asisitiza amani upigaji kura habari katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Chama cha NCCR mageuzi kimesisitiza wananchi kudumisha amani na kushirikia kikamilifu kwa kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, nalo na mikononi mwangu, lenyewe limeandika Dokta Mwinyi tutaimarisha ustawi wa wenye ulemavu, habari katika ukurasa wa pili. Viongozi wa Afrika wamkumbuka Odinga, habari katika ukurasa wa pili. Dkt. Samia ahidi kuongeza uzalishaji kahawa Kagera. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Othman kuja na mwa arobaini uhaba wa ardhi Zanzibar. Habari katika ukurasa wa tatu. Ramafosa asema usitishaji wa mapigano Gaza hauathiri kesi ya Israel ICJ. Habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi na sasa tuko kwa habari za michezo na burudani. Kwenye magazeti ya michezo na burudani garoni mwangu na gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika Pantev abanwa, Nsingizini Hospaz yatoa msimamo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, ni Oktoba 19 CAF Champions League. Lakini pia gazeti hili limeandika vichwa vinauma ni Silver Strikers dhidi ya Yanga, mchezo utapigwa Oktoba 18. Kipa united Abeo mchongo Anfield, habari katika ukurasa wa 18 Guru Nanak vita ya usukani wa taifa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ligi kuu bara kesho Ijumaa ni Pamba Jiji dhidi ya Mashujaa, mchezo unapigwa saa nane mchana CCM Kirumba, Mwanza, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele, magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo linyewa katika ukurasa wake wa nyuma limeandika moroko katika mechi ngumu kuifua Taifa Stars. Serikali yapandisha hadhi ya soka kimataifa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Azam yapania makundi shirikisho, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. BMT, BFT kuinua vipaji, habari katika ukurasa wa tatu. Waogeleaji 38 kuwakilisha Tanzania kanda ya tatu, habari katika ukurasa wa 23 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Nipashe mwongo ya jamii ukurasa wake wa nyuma, habari iliyopewa kipaumbele ni Kamara hatihati hati kuivaa Nsingizini kikosi cha Simba kikiondoka na mzuka, watamba kuimaliza mechi Eswatini, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu Yanga anasasiri kuendeleza dozi ya Afrika habari katika ukurasa wa ishirini na tatu Ronaldo aweka rekodi Ureno hakijaeleweka habari katika ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwongo ya jamii na gazeti Nipashe Linakamilishwa rukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa, Toka zamani Tv. Asante na kwa heri kwa sasa.